Lifestyle yetu na kuangalia lifestyle yetu tutafanya nini? Tumia hiyo pesa yako yenye unafanyanga kazi. Unajua mkipata pesa mnatumanga yote nyumbani, ndio mfanye maendeleo. Chukua mia moja nenda ununue vitu hasili, nenda ununue moringa, nenda ununue ununu, kayani pepa nenda ununue, enda ununue habiscus. Hizi vitu zote mnajua ni nzuri. Kuwa asalamu alaikum Mi nataka kuongea na watu wenye wako Gulf, yes. Najua mnajifanyanga nyinyi ni kichwa ngumu, mnajifanyanga nyinyi hamtakangi mawaidha, nyinyi mnatakanga tu mshene, mnatakanga tu mshene, chai moto ndio mnatakanga. Guys, mkumbuke Gulf, kesi zenye niko nazo huku Gulf yani zimezidi na zimezidi. Kwa nini? juu ya lifestyle yetu yenye tunaishi huku galfu. Nataka niwaulize wasichana wa galfu, ukifungua dro kwa kila rumu ukiosha unapatanga nini? Unapatanga vitamin e, unapatanga zinc copper, unapata dawa za magnesium, unapata vitamini d, unapata dawa aion, unapata dawa za kila aina. Si unazisomanga na zingine hata tuwezi tukasema? Si ndio? Ndio, ni kweli. Unajua guys, wewe kuna siku umesha kunywa hata kadawa kamoja hata ka vitamini d Haujawahi. Sasa wacha nikuambie hizi madini, mili yetu inasaidiwa na minerals. Sio chakula, minerals ndio sisi. Bila minerals na vitamin hauwezi ukaona vizuri, nywele yako itakatika, miguu yako itakuwa uchungu, utakuwa na shida, utakuwa na kizunguzungu, na utakuwa na na na kizunguzungu, shida nyingi, watu wamejaa na anemia, watu wenye wako na sukari na hawajui na wanazidi kupu kula vyakula zenye haziambatani na wao ujue ni wengi guys. Watu wenye wako na shida ya kidney failure, ujue kidney stone wamekuwa wengi guys. Mtu anatoka gulf anasema acha niende nyumbani at least ni, after miaka mbili ni sae katoto ni achie, mama yangu nirudi guys. Mtu anaenda na gonga miaka tano period iliacha kutoka na zai, hebu niambie ni wasara inakaa aje Eh? Guys, kama tuko girlfriend eh, tuangalia lifestyle yetu, hiyo ndio itatusaidia. Ukiamka ushaijiuliza ni kwa nini ukilala njaa alafu ukiamka asubuhi unakuanga na nguvu nyingi, unakuanga na furaha? Ni kwa sababu hukula usiku. Sasa wakati hujakula usiku, mwili wako uanga ina, ina inakuwa inafanya ina, ina, ina, ina, kazi vizuri na inatupa takataka na unakuwa vizuri guys guys, watu gani hawalali, hawapati usingizi watu hawalali, presha yenye imejaa galf, kesi za presha ni ni ni za maajabu. Presha imekuwa nyingi muno guys, shida zenye niko shida zenye ninaletea inbox guys eh, ni lazima tuangalie lifestyle yetu. Na kuangalia lifestyle yetu tutafanya nini? Tumia hiyo pesa yako yenye unafanyanga kazi. Unajua mkipata pesa mnatumanga yote nyumbani, ndio mfanye maendeleo. Chukua mia moja nenda ununue vitu hasili, nenda ununue moringa, nenda ununue ununu, kayani pepa, nenda ununue ununue hibiscus, enda ununue hizi vitu zote. Mnajua ni nzuri kuwa unakunywa. Alafu guys, niwaambie kitu kingine: Skip breakfast. Breakfast kama uko Galfu haufai kukunywa breakfast. Hakuna mwili inahitaji chakula ndio ifanye kazi mwili inafanyanga vizuri kazi bila chakula sahii, sisi wenye tumefunga na Waislamu tunafanya kazi zetu vizuri, miili yetu imekuwa mzuri zaidi juu hatukuli na tuko na nguvu mpaka za ziada. Guys, kama ukokaa elfu mi nakuomba skip breakfast, kula kuchukua hiyo breakfast yako ikule saa sita tu saa saba, unaona, wachana na kitu inaitwa sukari. Wachana na sukari kabisa. Sukari ina faida kwa mwili yako na sukari inazidi kuzeesha ngozi yako, na ndio unaonanga tukikuja galfu. Nilikuja galfu nikuwa 20s guys, lakini hii, hii nilizeeka haraka, mpaka sasa ndio nimeanza kuona ni kama wrinkles zimeanza kuisha guys. Wrinkles mimi nilizipata venye tu nilikuja galfu hivi guys nikiwa ma 20s na huko ndio mashida zilianza za Gulf. Sa hizi hizi mashida naenda nikizima, nikizirivers ju mimi nilianza hii lifestyle ya kuangali, kuku, ni, nini, nini ninakula guys. Dimi watu wanasemanga kwa hii mpaka huu msichana tunafanya kazi nalinza kwani nakuanga na shida ya sukari. Mimi sikunywangi sukari, nachukia sukari, sitakuona sukari kwa macho yangu eh? mpaka sasa mimi imefika mali, naambianga watu ye, niko na mimi, niko na shida na sukari, mimi nakuanga na sukari juu mtu anauna, una, una avoidi kukula vitu nyingi keki, ukuli hii ukuli sasa, mtu mpaka kukata stori, ambia mtu uko na ugonjwa wa sukari, unajua hauna, ambia mtu uko na diabetes ndio uavoid kukula hizi vitu ndio. Pia watu kama unakaa kwa nyumba moja na watu, mkipika chai wasiweke sukari, sukari hakuna mali na kusaidia. Wachana na soda, wachana na hizi masoda zimejaa huku za mikebe, wachana nazo. Kama unataka kukaa vizuri, unataka kutafuta pesa, uende nyumbani ukiwa vizuri, wachana na hizi vitu za, zenye hazikupati faida kwa mwili. Skip breakfast na chakula yako kula mara mbili kwa siku, alafu usiku chakula ya usiku kula 6 ukichelewa sana kula saa moja, ikipita saa moja ni hili usikule. Ndio hii mwili yako ikupatie nafasi ya kuweza kufanya kazi na ukuwe fiti, ufanye kazi huku. Na ukiendata nyumbani, shamba yako yenye umenunua na inakungojea, italimwa na nani? Hiyo nyumba yako unajenga mzuri, itaka nani atakaa pale? Utakuwa unakaa pale ukiumwa na mwili atitupesa kila siku, unaanza kwenda clinics sijui kuangaliwa nini, guys Mi nimefunga, nimemaliza. Kama uko Gulf sambasia, mtu yote mwenye ako Gulf umwambie zile kesesi niko nazo hapa, nikikwambia mutasituka, mutasituka guys. Tuangalie lifestyle yetu, kama hautakaa na lifestyle huku. Alafu usiseme wewe ni mdogo, kesi za watu wadogo ujue ndio niko nazo nyingi. Na nikukumbushe, nilikujanga huku nikiwa mdogo, na wakati nilikuwa mdogo ndio nimekwambia, nilianza mashida nikiwa hiyo 20s Unasikia, unasikia? Sasa mi nikachanuka mapema eh? nikikuja kuingia dhati, nilikuwa sasa mi nimeanza lifestyle, na bado hiyo lifestyle ndio naendelea saa hii na inasonga mpaka siku yenye Mungu atanichukua, naishi na lifestyle. Mbarikiwe, shukran.